Kuleta mazingira mazuri ya biashara katika eneo soko hili la Mapinduzi, sisi wana Kinondoni na wenzetu wa kikosi cha 34 KJ pale Lugalo wamekuja hapa tukishiriki katika masuala ya usafi. Kwa hiyo nitumie nafasi hii pia kumshukuru sana mkuu kwa kwa wa majeshi CDF Jacob Mamkunda wa uongozi wake mzuri, lakini washukuru sana wenzetu wa kikosi cha 34 KJ pale Lugalo ambapo wanaongozwa na kamanda Lieutenant Kanali ndugu yetu Mongera. Kwa upendo wao wameweza kuja hapa siku ya leo, na wamefanya kazi kubwa sana ya usafi kama ambavyo inaonekana, taka ambazo zimeweza kutolewa hapo zaidi ya tani hamsini, hizi ambazo zinaendelea kutolewa hapa, na ambazo zimeshatolewa. Kwa hiyo kupitia hiyo nimshukuru sana kamanda wa kikosi lakini na wasaidizi wake wote, na hapa tunaye meja Mwakipesile na timu mzima wako hapa. Kupitia wao kwa kweli tunafarijika na tunaona uzalendo mkubwa tunaona utii, tunaona juhudi na juhudi inaonekana hapa, makamanda jinsi wanavyotumbukia kwenye mitaro hii ya maji machafu wakishika zana mbalimbali, machepeo, reki, fagio na kila kitu kuhakikisha kwamba hakuna taka inayobaki imejificha kwenye eneo hili. Kwa hiyo tunashukuru sana jeshi letu la JWTZ kikosi cha 34 kwa siku ya leo hii kuja kushiriki nasi katika shughuli hii ya kijamii, lakini pia niwashukuru sana mkurugenzi wetu wa manispaa na timu yake kwa kuwezesha vifaa na wao wenyewe kuwepo eneo hili kushiriki kwenye masuala haya ya usafi ambalo ni jambo la muhimu sana. Na lakini pia niwashukuru sana viongozi wa kata pamoja na mitaa kwa kuendelea kushiriki na kusimamia usafi kwenye maeneo haya. Na nitoe wito sana kwa wafanyabiashara na wananchi wote wa maeneo haya ya Makumbusho hususan kwenye soko lile la Mapinduzi kuifanya ajenda ya usafi kuwa ni ajenda kipa ya kipaumbele. Maeneo yetu yakiwa machafu, hasa maeneo ya biashara maana yake biashara zitazorora tu, wanunuzi wanunuzi wazuri, wanunuzi hawataweza kuja hapa kwa sababu ya mazingira haya machafu. Kwa hiyo tuendelee kuifanya ajenda ya usafi kuwa ni ajenda yetu ya kipaumbele sana. Tusiruhusu uchafu uzagae hapa. Tulikuwa na kilio cha barabara, serikali ya Dr. Samia imeleta barabara. Sasa tuimarisha usafi ili biashara ziweze kushamiri. Na tusiwe na huruma hata kidogo na mtu anayechafua mazingira haya. Tumeona mtu eneo wanafanya biashara alafu taka anazitupa kwenye mtaro. Wakati huo tuna utaratibu mzuri wa kuhakikisha taka hizo zinabebwa. Tuna kampuni hapa Peramio, lakini tuna kampuni yetu ya Suma JKT inafanya kazi mzuri sana ya kutoa uchafu. Kwa tuzingatie taratibu hizo na tutunze mazingira yetu ili yaweze kuwa safi wakati wote, ili yaweze kutukinga na marazi, lakini na kufanya biashara ziweze kushamili vizuri sana. Na nitumie nafasi hii kuwaasa na kutoa rai na kuwahamasisha wanakinondoni wenzangu, wa leo ni tarehe 25 ya mwezi wa kumi. tumebakiwa na siku tatu tu, Jumatano ijayo ni tarehe 29, ambapo sisi wa Tanzania tunajua kuhakikisha Watanzania wana Kinondoni wanaendelea kuwa salama siku ya tarehe 29 kama ambavyo siku zingine, na yoyote atakayesubutu kuwatalisha usalama huu, utulivu na amani hii katika wilaya ya Kinondoni hatutampa hiyo ruhusa hata kidogo. Kwa hiyo twendene tukashiriki kwenye uchaguzi huu kwa amani na utulivu, tuchague viongozi walio bora watakaotuendelea kutuimarishia maendeleo, uchumi, ajira, afya na elimu ya sisi wote wa Tanzania. Asante sana. Naitwa Doris Dionisi Mushi. Soezi hili naliona lizuri kwa sababu limetusaidia sana, kwanza upande wa mtaro, maji yanapita sasa, usafi umezidi. Usafi tumefurahia sana kwa sababu majeshi wamekuja, tumesimama na wananchi, kila mmoja akafanya kazi. Kwa hiyo tunafurahi tu, asante. Kwa majina, naitwa Saile Shamani, ni mfanyabiashara Mwananyamala, lakini pia ni mkazi wa hapa hapa. Kwa kweli, kwa siku ya leo tumeshangazwa, kwanza kuwaona wenzetu wa wa jeshi wamekuja kushirikiana pamoja na sisi, lakini kwa vile ni jeshi la wananchi, sio kitu cha ajabu sana. Pia Swala la kufanya usafi ni jambo zuri, lakini pia wanatuelekeza namna gani ya kufanya. Kwa mfano kama sisi tulikuwa tumevuka mpaka, wametuelekeza jinsi gani tupange biashara ili tufanye kwenye mazingira ambayo ni mazuri kwao. Kama mnavyoona hapa, tunashirikiana wote kwa pamoja, anapokuja mtu yoyote akisemeshwa, hawezi kupinga, tunaingia kwenye kazi kwa pamoja tu kama Watanzania kwa upendo na amani. Kwao zoezi ni zuri na linaendelea kama mnavyoona, tunatoa ushirikiano na wao wanatupa ushirikiano. Yeah, ni vizuri. naitwa Asante Munisi mkazi wa Mwananyamala hapa, eh, mimi naitwa Asante Munisi mkazi wa Mwananyamala. ili swala la usafi mimi nimeliona ni jambo zuri sana kwa sababu jambo la kwanza, kwanza mitaro yetu ilikuwa maji yapiti, alafu pia kutengenezwa batu kuwekewa barabara. Wametuekea jambo ambalo ni la lizuri sana kwa hiyo pia inatusaidia kwanza, mtaa wetu utakuwa msafi, lakini pia Jeshi la Wananchi la Tanzania, yani wamefanya vizuri sana, yani wanamaanisha kwamba ni jinsi gani wana umoja na wananchi, kwa sababu kitendo cha kuja kushirikiana na sisi, kwanza wanafanya kazi sisi kwa umoja, tunashirikiana vizuri. Hawatumii e, nguvu e, wanatuelekeza kwamba sogea na hao, pia wanafanya kazi. Kwa hiyo tangu asubuhi tuko nao mahali hapa.